Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa na benja miti kaiba milioni 85, ndani kaiba milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaja nazo nyumbani? Anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo, ikanoma serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu? Yuko kwenye wilaya ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako madisi ni wenye viti na madasi ni makatibu wanaelewa kwamba kuna mtu anaita fusa biashara wa wilaya, wanatosha wakutane naye na wazungumze, na na mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipo anazipitia au wote tunabaki tusha tunashangana? Hivi hawa watu wanaopita, ukuwa hana wenyama eneo nani waga na wapa kwao, tukasema tusijuize maswali mengi tuhitaji hapa tuzungumze kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja na kujisajili papo mahala pauwambiaji, papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua NSSF, anajua kwamba mtu au naye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu nasa utumishi, lakini kidaba yeye mwenyewe hana nisisifu alafu anawasimamia hawana nisisifu. Ana watu wa kulipa laki tatu, wewe sema tuna kulipa laki, wamepeana mkataba ndani wa miaka miwili, sema wewe ndiye barua kila mwezi. Baada miezi minne wakimfukuza na kuja tena kujiusi kwa kwa, nimefukuzwa, wameniondoa, sijaipa staili zake. Nani anayewajua wafanya kazi kwamba kuna vitu vya wao kujua? Wanafanya kazi na mtu wa nje, kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga kwa sababu ya ujinga wa watu wetu, wanadanganywa na wawekezaji. Anakuja hapa anajua mkataba wako mwaka mmoja, ila wakija hapo wale watu wengi, sasa sema mimi ni kibarua, nalipa kila wiki elfu kumi ghafla, wamefunga kiwanda, hajalipa salary zake, ndo anajua sasa ofisi ya mkuu wa mkoa iko wapi, ndo anajua ofisi ya mkuu wa wilaya iko wapi, na anaenda sasa kwenye kulalamika. Na hao ni wengine basi kuna wajinga watatu huko kwenye uwekezaji hapo. Kuna mjinga wa kwanza ni afisa wetu. Mwekezaji anakuja hapa, anaweka kiwanda, anaajiri mzaa afisa utumishi. Afisa utumishi anakuwa, ukienda kule unatoa vibarua kwa labda 20 30. Ukisema kwa hapa ni vibarua wanalipo ni wiki basis na kwenda kutembelea pale, miezi minne wapo, miezi tatu, miezi nane wapo, unakuja kujua sivi kwa baada ya mwekezaji kufanya kitu, na kuna mara pekee hata mtumishi mwenyewe kufanya vitu. Anakuja hapa analia na watu, wewe mwenyewe unasema ni kibarua. Sasa hapa hapa, kama mwaka kwa mwaka moja umetokea wapi, ina raundo serikali. Kwa mjinga mmoja, tunamjinga wapi ambaye ananunua ardhi kwa niaba ya wawekezaji wa Ukiwatafuta wa wale wawekezaji awaje? Anakuja Mswahili mwenzako anasema mimi ndo mwekezaji. Kona mwenza wewe ndo majira wawekezaji wa nchi. Anajichanganya. Utakuja kujua kwamba yeye ndiye mwekezaji mara kumzuru. Ndio naona kwa mikutano wa rasmi. Mjinga wa pili leo tuko naye. Tuna mjinga watatu wa mechi, dalali wa mwekezaji. Ndio yeye kama Zuzu.

lakini watu, waali, watu wa ali watusaidie. Kuna maana mheshimiwa, jinsi katika halmashauri zako kwenye kuuliza, imeonekana kwamba ni siri pia, mtu aidi pia anafanya ni siri kwao pia. Kuna watu kwenye kwa halmashauri wanashangaa tu, mtu ameenda pale, ameweka takiwana kake anameza magogo. Sasa huenda kuna mchango kwa wakulima wetu kwamba inasaidia, lakini sisi tumekaa hapa kama Watanzania tunaangalia kwenye kwenye eneo nne kwenye hayo mapana ili mwisho wa siku tuishauri vizara, tuishauri vizara, maana pale mtwa kushoto hapo, unapotoka hapo kuya alakukusanya nguzo, kulikuwa na bana pale naea, baada ya miezi minne nimefungwa, tujue ni wawekezaji tofauti au ni mtu mmoja amekuja amefunga kama maboksi ya kamani, mtu mmoja kama maboksi kila kijiji

Sasa imekuwa ni barabara ya rodeo watu wamepangana huko. Ni uwekezaji wa miaka mingapi? Nani wenye ile mkataba? Ni TIC, ni Halmashauri, ni kijiji, ni yale kodishwa. Lakini pia tunataka kuona Tanzania wa hovyo ambao anasimama kwa niaba ya leseni ya uwekezaji wa nchi. Sasa tusiye pia tunataka watu wa kinga kina magungu. Magungu wa msomeni kwenye kile. Eh. Eh. Baada ya kupokea mtu mjinga, anakuja hapa anachukua leseni kwa niaba ya mtu mwekezaji wa nje. Kwa sababu anapata shilingi kumi. Anadhani ni siri ya kumsaidia. Kumba, alikuja kwenye sanaa kambi hii nadhani kwamba mwambie afanye hivi ili wewe unatija zaidi, kesho, kwa sababu mtu baada ya miezi mitatu ataondoka hapo, utabaki na upi sasa. Tunasema ili jambo tulizungumze hapa kwa uwazi, nachosema, unayosema sio jambo la tuna interest in sisi kama serikali ya mkoa, kila uwekezaji wa wa, wa viwanda hivi tunavyoona kwa barabarani kwamba tuna meja vengi na nini, ni kweli ni natija kwa wakulima, ni kweli tunahitaji uwekezaji. Nani mmiliki? Sasa mfano mzepo, naita watu sisi hapa ni viongozi wa mkoa, naita watu wakwambia wameondoka hawa watu. Wakipata ha, matatizo wataenda Wataenda hapa watapata huko matatizo. Watakuja hapa. Italaumiwa serikali ya kijiji, italaumiwa serikali ya wilaya, atalaumiwa polisi. Si tunaoita hapa kituo kwambia hawa wanapata dharura, wameondoka. Wana serikali nyingine ambayo wanaenda kuisiku, kuisikiliza. Amen. Ni wawekezaji au ni madalali wawekezaji? Hii tujua aliyoko hapa ni dalali au kweli ni mwekezaji? Hii tujue kwa sababu, hao ni watu wakao, kesho wakija hapa, balozi wao wanaanza kula hizi hapa, hatusikilizwi, tunafanyiwa hivi, tunafanyiwa vile. Anafahamu bali ya serikali. Kuna maeneo ambayo hata wao na serikali yao ya wilaya hawafanyani nani? Tutakunanana naye, ameorganize wana mwenyekiti wao kutoka jamii yao ni afisa biashara wetu wa wilaya na wa coordinate anawajua mwenyekiti wa Ana Mwenye kiti, kwa baraza na biashara la wilaya anawajua. BDC anawajua, hawa wawekezaji shughuli. Afisa biashara wetu wa wilaya anawajua, anaweza. Si tujue kwamba kuna kawaise kuwaambia kwamba jioni hapa tujue kwamba